Kuwaunganisha watanzania wote na kuhamasisha Tanzania wote, wote tuungane katika kudai uchaguzi huru katiba mpya na mfumo wa haki. Sasa kwa sababu hiyo kama unaamini hayo nyosha mkono. Baba, katika jina la Yesu ninauweka mkutano huu kwamba kwa pamoja tunaungana kutaka nchi iendeshwe katika mfumo wa haki, kuwe na katiba huru, kuwe na, na tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Utekaji na mauaji tukakomeshwe katika nchi yetu, katika jina la Yesu, amina yeah. Wale watu ambao wanafaidika na mfumo uliooza wakitaka kuzuia vuguvugu la watu kudai mfumo wa haki wakafedheheshwe kwa jina la Yesu, amina yeah. Yeyote atakayetoa amri haramu kwa vyombo vyetu vya dola kupiga na kuua na kuteka watu akafedheeshwa katika jensi, katika jensi maamina yeah. Na yeyote ambaye kwa hila au kwa namna yoyote atataka kuwaua watu wanaokuwa mstari wa mbele kudai haki, mahali pake pasionekane tena katika jensi maamina yeah. Basi Mungu abariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na wamtakatifu amen. Amen. Asante sana askofu Mwamakula makamanda peoples. Basi sasa niweze kuwaita wenye viti uh, kutoka majimbo jirani ambao wamekuja. Tunaye mwenyekiti kutoka jimbo la Kiela lakini pia mwenyekiti kutoka uh, jimbo la Mbeya mjini Mnaweza kusogea kama makatibu wenu wapo na wenyewe wasogea, wapunge, lakini wenye viti mtasalimia kwa dakika mbili mbili, maximum mbili mbili. Ah, hey. Tafadhali mwenye kiti. Asante katibu wa kanda, mheshimiwa wa viongozi, mwenyekiti wa taifa, mwenyekiti wa kanda, mwenyekiti wa mkoa, katibu mkoa